Uwapongezeni sana sana sana chuo cha Sauti kwa kuandaa mahafali haya ya duru ya pili. Kama alivyosema makamu mkuu wa chuo, leo ni mara ya pili, huko nyuma haikuwepo. Ni jambo ambalo linakujivunia. Nichukue nafasi hii kuwapongeza, lakini nichukue nafasi hii kwa niaba ya viongozi wenzangu wa serikali niwapongeze wazazi wote, niwapongeze wapongeze wahitimu wetu, walezi wote mgeni wetu rasmi ambaye ndio mwenye chuo pamoja na makamu wa chuo na wa chuo na wanajumuia wote wa Sauti na watu wote waliofanikisha kuweza nyinyi leo kufikia ndoto zenu, tunawashukuru kwa sababu walijitoa walijinyima, na hata wenyewe mlijitoa mkathubutu, na mleo mnaweza kuvuna mlichoweza kukipanda, na na nitumie nafasi hii kuwapongeza na nitumie fursa hii kuwatakia kila la heri lakini itakuwa mchoyo wa fadhila kama hatutashukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassani kwa namna ambavyo imeendelea kushirikiana na vyuo mbalimbali katika taifa letu la Tanzania na uwekezaji uliofanywa uliofanywa na serikali katika kuhakikisha tunakuwa na taifa la watu walioelimika. Niwapongeze wale wote ambao ulifanikiwa kupata fursa hiyo, ambacho naweza kuhakikishia katika maafali haya ya duru ya pili ni kwamba kwenye upande wa serikali tutaendelea kuongeza fedha ili wale wenye uhitaji waweze kufanikiwa malengo waliojiwekea.